Mchekeshaji maarufu Eric Omondi kutokea Kenya, bado Kenya kunazidi kuwa pamoja ya Boniface kupigwa risasi na askari polisi wa Kenya. So mambo ilikuwa naibuka sana lakini pia Eric Omondi tulikuwa tunamuona akiwa anaendelea kufanya slogan yake, kuvaa barakoa akiwa na maana kwamba kuonyesha upendo, lakini pia kumwenzi huyo ambaye amepigwa risasi Boniface a uh, Boniface uh, siku ya jana kwenye maandamano Nairobi kule. So ni moja kati ya moja kati ya kitu ambacho kimegusa watu wengi sana, lakini pia hata Wakenya hichi kitu kimewakata kina manoma. Lakini pia Erick, uh, Omondi imekuwa si mara ya kwanza pia kujitokeza katika uh, maandamano mbalimbali. Sasa leo hii mapema kwenye IG yake ya Instagram amepost video ikimuonyesha akifika nyumbani kwa kijana yule ambaye amepigwa risasi siku ya jana kwenye maandamano Boniface, uh, katika sehemu ambayo anaishi na kutembelea wazazi wake na kuwapa pole, kwa sababu moja kitu ambacho kimemuuma pia Eric Omondi, ni moja kati ya vitu ambavyo vilimkata kinomanoma, kuona ile video ambayo ikiwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii uh, mshikaji ambaye amepigwa risasi na maaskari wa polisi kutokea Kenya kule. So a, neno moja kwa Eric Omondi, inaonekana imekuwa na laam sana kubwa katika nchi ya Kenya, lakini pia ni mzalendo kinomanoma, mara nyingi sana tunamuona akiwa anajitokeza kwenye maandamano kama haya. Unatamani msanii gani kutokea Bongo hapa aonye aonyeshe roho au aonyeshe upendo kama wa Eric Omondi kujitokeza na kusemea pia raia lakini pia kutetea haki kwa wale wote ambao wanaumizwa katika vitu ambavyo wanajitetea kutetea ugali wao? Angusha komenti yako hapa kwenye Bongo Plus TV lakini pia unamshauri nini Eric Omondi katika taifa lake la Kenya namna ambavyo anajitoa kwenye suala zima la haya maandamano lakini pia hatari zinakuwa ni nyingi sana katika nchi ya Kenya, watu mbalimbali wakiwa wanapigwa risasi, lakini pia maandamano yanakuwa ni mengi sana, virungu vinatembea kwa maaskari kule. And drop comment ya comment hapa kwenye Bongo Plus TV plutv, mimi naitwa Riziki bwana Libia kitengoga.